Huu fundi amefunga mfumo wa umeme vizuri. Umempata wapi? <laughs> Ongea na watu. <laughs> Amesajiliwa lakini, sijui, lakini ni injinia na kazi anafanya vizuri. We mwinye, si unaona? Naona mm, naona. Lakini ni vyema kuhakiki fundi umeme unayemtumia na leseni ya EWURA. Na kama fundi wako hana leseni, mshauri atembelee www.ewura.go.tz kufanya maombi kupitia mfumo wa LOIS na kupata leseni yake Kwani amekupa cheti? Cheti cheti cha nini tena ndugu yangu? Cheti cha kumaliza kazi. Hapana, lakini kama kazi ikafanya vizuri, cheti cha nini? Hakina muhimu. Cheti ni muhimu kwa ajili ya usalama wako na mali zako, kwa sababu kinaonyesha fundi wako kama amefanya utaratibu na kanuni zote. Au ndugu yangu, hupendi usalama? Kuna mtu asiyependa usalama kweli? Basi unastahili cheti, ili ikitokea hitilafu au ikibainika haujafuata utaratibu, fundi wako ndio atawajibika, sio wewe. Nashukuru sana. Umenipa elimu kubwa, ni lazima nifuatilie. Fanya hivyo, na kama unataka taarifa zaidi, wasiliana na EWURA kwa kupiga simu bure kabisa 0800110030. Orodha ya mafundi waliosajiliwa na EWURA inapatikana kupitia tovuti ya EWURA www.ewura.go.tz. Ni kosa kisheria kufanya kazi za umeme bila ya kuwa na leseni kutoka EWURA. Mwananchi, unapaswa kuzingatia kutumia vifaa vyenye ubora na vilivyohakikiwa.